Kuna hili swali watu wengi wanauliza, kwamba nikiwa na kiasi fulani cha pesa, ni biashara gani nifanye ili nilipe, au kitu gani niifanyie hii pesa ili niweze kuzalisha kipato kitakachoendesha maisha yangu? Hilo ni swali zuri sana, lakini peke yake hilo swali halijitoshelezi. Kwa nini halijitoshelezi? Inabidi ujiulize kwanza, kama ungekuwa na pesa zaidi ya hiyo unayoiongelea, ungeendelea kujiuliza hilo swali, au hata usingejiuliza swali na moja kwa moja ungeenda kwenye utekelezaji. Najiulize pia kama ungekuwa na pungufu ya hiyo pesa unayoiongelea ungeendelea kuwa na swali lilelile lile, au ungekuwa na swali tofauti kidogo. Tuseme una milioni tano ndo unaiongelea. Je, ungekuwa na ishirini ungeendelea kujiuliza swali kwamba nifanye nini? Au ungekuwa na themanini ungejiuliza kwamba nifanye nini? Au pesa ingefungua akili na ukajua cha kufanya moja kwa moja? Na tumesema unayo tano. Je, ungekuwa nayo milioni tatu au milioni mbili ungeendelea kujiuliza kwamba nifanye nini, au ndo ungekosa kabisa hata cha kujiuliza. Na muhimu zaidi ni pale ambapo huna chochote, unavyoongelea kitu cha kufanya au unavyoongelea namna ya kuanza biashara au chochote cha kukuingizia kipato, hauna chochote mfukoni au hauna namba ambayo unaifikiria kichwani, hapo ndo pa muhimu sana na ndo hapo inabidi sote tuanzie, kwa sababu kama kuna kiwango cha pesa tayari uko nacho na hujui ufanyie kitu gani, uwezekano mkubwa hata ukipewa mara mbili au mara tatu au hata mara kumi ya pesa bado utaendelea kujiuliza swali lile lile, ila kwa ukubwa ule ule. Milioni kumi itakuchanganya, utashindwa kujua namna ya kuitumia. Ukiwa na ishirini utaona una pakubwa zaidi, na utakuwa unataka ufanye mambo kwa ukubwa zaidi, na haujui kufanya kwa ukubwa huo huo. Na vile vile, pesa ikipungua ndo utakuwa unaona kama option za kufanya na kuingiza kipato hazipo kinachofanya kazi, kinacholeta matokeo, kinachokusaidia kuwa na uhuru wa kipesa sio mtaji peke yake. Kuna vitu vingine ambavyo tena inawezekana vina nguvu kuliko mtaji, wakati wa kuanza ndio vinakuwezesha sasa kufanya huo mtaji uwe na maana na ukuzalishie. Kwa hiyo kabla ya kujiuliza swali la nina milioni tano ni kitu gani nifanye ili niingize pesa ninayoitaka, au nina milioni tatu nifanye biashara gani? kuna maswali ya muhimu ambayo unatakiwa ujiulize kwanza, na hayo maswali ndo naongelea kwenye hili somo, yako manne. Na swali la kwanza ni hili, unatakiwa ujiulize kwanza, una uwezo gani wewe? Hata kama pesa haiko mezani, una kitu gani cha tofauti ambacho kinakupa thamani wewe kuliko hiyo pesa ya mtaji ya kuanzia? Una elimu gani? Una ujuzi gani? Una maarifa gani? Una uzoefu gani kwenye hiyo biashara unayotaka kufanya? una uzoefu gani kwenye hilo eneo ambalo unadhani unaweza ukapata chochote? Una uzoefu gani kwenye biashara? Una uzoefu gani kwenye kazi? Una uwezo gani ambao unakujengea thamani hata kabla ya huo mtaji? Na ukishajiuliza na ukajua kuhusu uwezo wako na thamani yako ilipo, jiulize pia, ni kwa namna gani huo uwezo wako unaweza ukawa na thamani kwa watu wengine, unaweza ukawa na nguvu sokoni, kwa sababu huo uwezo wako ulionao ndio ndo utautumia uuze kwa watu wengine au utautumia kutengeneza au kuzalisha kitu ambacho utakiuza kwa watu wengine. Uwezo wako utatumika kutatua changamoto za watu, uwezo wako utatumika kujibu maswali ambayo watu wengine wako nayo. Lakini sio tu kutatua changamoto za watu na kujibu maswali, ni kwamba itabidi hata wao wawe tayari kulipia. Yes. inabidi ufanye kitu ambacho wengine wako tayari kulipia, na hiyo inatupeleka kwenye swali la pili ambalo ndo hili hapa kwamba soko linataka nini kutoka kwako, ambacho kinatokana na uwezo wako. Soko liko tayari kulipia kitu gani kwa uwezo wako ulio nao, kwa elimu yako, kwa ujuzi wako, kwa maarifa yako, kwa kipaji chako, kwa uzoefu, kwa namna yoyote ambayo imekupa utofauti na thamani hapo sokoni. Kwa mara nyingine, inabidi uangalie uwezo wako na utafute soko la uwezo wako. Uzuri sokoni bwana, watu huwa wananunua, kuna wanauza, kuna wanaolipia kinachouzwa. Kwa hiyo ukienda kwa watu ambao hawako tayari kulipia, umekosea pa kwenda, sio sokoni. Ukiwa na uwezo na ukafanya vitu vizuri ukawaonyesha ndugu au marafiki, hilo sio soko. Hao ni marafiki, hao ni ndugu. Kwa hiyo wasipolipia usishangae, hilo sio soko. Hao ni watu tu unaowajua. Lakini pia unapoongelea soko, unapoenda sokoni ni sehemu kubwa ambayo kuna watu wengi wanaouza vitu vingi sana. Wewe utaenda kuuza uwezo wako upekee wako ulio nao, lakini usitegemee kwamba ukienda kuuza kwa uwezo wako watu wote watahitaji asilimia mia moja ya, ya kitu ulichokuwa nacho. Mara nyingi watu wanachukua sehemu ndogo ya uwezo wako. Mwimbaji hawezi akaimba bongo flavor akaimba hip hop akaimba gospel. Kwa hiyo hata kama anaweza kuimba aina saba za mziki, ile inayouzika ndo soko lake na ataweka nguvu kwenye hiyo, vilivyobaki atafanya tu kujinufaisha kwa hiyo soko lako liko wapi? Ni pale ambapo uwezo wako na mahitaji ya soko vinapokutana. Uwezo wako unaweza ukawa ni asilimia mia moja, mahitaji ya soko inapokutana ni ishirini ya uwezo wako. Weka nguvu kwenye asilimia ishirini ya uwezo wako, kwa sababu hiyo ndo inakuzalishia. Kama una uwezo wa kutengeneza vitu kumi lakini vinavyohitajika sokoni ni vinne, weka nguvu kwenye hivyo vinne, kwa sababu uwezo wako na mahitaji ya soko ndo hapo mnapokutana. Na ukishalipata ilo eneo ambalo uwezo wako na soko vinakutana, hiyo ndo tunaita fursa. Hiyo ndo fursa yako, kwa sababu hapo ndo unaweza ukaweka kitu, watu wakanunua. Hasa kwa sababu umeshalijua hilo ni eneo dogo ambalo unatakiwa kuwekea nguvu, utagundua kwamba inabidi ulijue kwa undani ili ulitendee haki. Itabidi ujue fursa yako kwa zaidi ili iweze kukupa matokeo makubwa. Na hiyo ndo inatupeleka kwenye swali la tatu, kwamba una ujuzi gani, maarifa gani, uzoefu gani, taarifa gani zinazohusiana na hilo eneo ambalo uwezo wako umekutana na soko? Kwa maneno mengine, fursa yako umeichungulia, fursa umeiona, una uwezo wa kuifanyia kazi vizuri, una uwezo wa kuitendea haki, ndo inabidi sasa uanze kuisoma fursa unagundua kuna uhitaji wa huduma ambayo unaweza ukaiweka. Wanaihitaji kwa bei gani? Wanaichukua watu wa kiume wa kike? Wanachukua watu wazima vijana watoto? Hizo ni details ambazo inabidi uingie nazo kwenye hiyo fursa yako. Wana uwezo gani wa kipato? Ni watu ambao wako tayari kulipia bei za juu, bei za katikati, bei za chini? Ni watu ambao wananunua kwa muda mrefu? Ni watu wa jumla? Ni watu wa rejareja? Hayo ndo mambo ambayo inabidi uyajui kwa undani kwenye fursa yako kwenye soko lako. Ukishachunguza utagundua kwamba kuna magepo, kuna nafasi ambazo unatakiwa kuzijaza. Hapo ndo utajua kama umtafute mwalimu, umtafute menta, umtafute mtu ambaye ameshazoea, umtafute coach, ili waongoze njia yako kuelekea kuitendea haki fursa ambayo umeshaiona. Kama kuna mafunzo unayohitaji huu ndo wakati wenyewe wa kupata hayo mafunzo. Ikibidi kulipia lipia kabisa, kwa sababu fursa umeishaiona na unataka uitendee haki. Kama kuna nafasi za kujitolea, ili wakati unafanya hiyo kazi upate muda na fursa ya kujifunza na kuona siri za ndani ambazo waziongelei, hiyo ndo nafasi ya kuitumia mapema, kabla hujaanza kufanya mwenyewe. Hii ni hatua ya muhimu sana, ni ya msingi sana, na inaweza ikakuchukua muda kidogo mara nyingine, lakini ukishalitendea haki ili eneo ndio utaenda kwenye swali la nne. Sasa kwamba je, baada ya kuona fursa yako ilipo, baada ya kuona magep, baada ya kujifunza unayohitaji yote kujifunza, unaweza ukaanza kwa udogo kwa sababu sio lazima uanze kwa ukubwa, na si vizuri pia uanza kwa ukubwa. Hata mmea wowote utaanza kama mbegu, utachipua na utakuwa mkubwa kabla ya kuzaa matunda. Hivyo hivyo chochote unachotaka kupanya kwenye hiyo fursa uliyoipata ni vizuri ukaanza kwa udogo, lakini ukiwa na maono makubwa. Kujifunza kwenye ile swali la tatu, unakokupitia na kuijua vizuri fursa yako, inakusaidia kutengeneza maono makubwa na inakusaidia kutengeneza malengo ya muda mfupi muda wakati na muda mrefu. Hayo yote yanakupa picha kubwa, ambayo unaamua sasa, nitaanza kwa udogo huu ili niweze kukua. Kwenye kuanza kwa udogo, ndo unapata nafasi ya kurekebisha kama kuna makosa au matatizo au changamoto unazokumbana nazo, ndo inakupa nafasi ya kujaribu labda bidhaa kuona kama inafaa au haifai, kwa sababu hata kama umeshaijua fursa yako, umelijua soko lako, sio kwamba kila bidhaa itafaa Ukijua kwamba wewe unauza viatu, unaweza ukajaribu viatu vya watoto, vya wanaume, vya wanawake kwa bei tofauti. Baadaye ukagundua labda vya watoto na vya wanaume ndo vinatoka zaidi, vingine vyote utaviweka pembeni na utadili na hivyo vinavyotoka. Na hata baadaye ukigundua labda viatu vya watoto na wanaume ndo vinatoka, je, vinatoka vya bei gani na vya dizaini ipi? Hayo ni mambo ambayo utaendelea kujifunza wakati unasogea, na hayo ndo yatakupa nafasi ya kukua kutoka kwenye ule udogo ulioanza nao. Ni vizuri sana kufanya jambo dogo kwa ukubwa kuliko kufanya jambo kubwa kwa udogo, kwa sababu dogo lolote ambalo unalifanya kwa ukubwa, mwisho wa siku litaishia kuwa kubwa, ila kubwa lolote ukilifanya kwa udogo, litaendelea kuwa dogo muda wote. Kwenye haya maswali yote manne ambayo nimeongelea, hakuna sehemu nimeongelea mtaji, hakuna sehemu nimeongelea pesa, hakuna sehemu nimeongelea kwamba nina kiasi gani cha pesa na nikifanyie nini. Hapana, ni maswali ambayo yanakuongoza kufahamu ni kitu gani ukifanye, kwa uwezo gani, ufanyie wapi, kwa muda gani, na kwa ajili ya nani, na hayo ndo yanakusaidia kujua kwamba ni kiasi gani cha pesa unahitaji, na ukishajua kwamba unahitaji kiasi gani cha pesa, ndo utaangalia uko nayo au hauna, na kama hauna, swali la nne hapo ndo litakuja kukusaidia kwamba ninaweza nikaanza kwa udogo. Kwa hiyo mwanzoni, kama ulikuwa nayo milioni yako tano, unajiuliza ufanye nini, sasa hivi hautaangaika na milioni tano. Utasema nina hiki na hiki cha kufanya, milioni tano itanifikisha wapi? Ndo hapa utaona kwamba lile swali la mwanzo lilikuwa zuri, lakini lilikuwa halijakamilika au lilikuwa halina mashiko sana badala ya kusema kwamba pesa hii niifanyie kitu gani sasa hivi, unasema pesa hii itanifikisha wapi? Kwa sababu tayari cha kufanya uko nacho tayari, unachokitafuta unakijua tayari, watu wako unawajua tayari, fursa uko nayo, njia unaiona kweupe. Na mara nyingi ukishaiona njia kabisa imekuwa nyeupe, pesa itakuwa itoshi mara nyingi. Kwa hiyo utaishia kusema kwamba aha, hii itanifikisha hatua mbili. Nikishafikia hizi mbili nitafanya kingine, nitazalisha nyingine na nitaendelea kukua. Ndio maana inabidi ujue kwa nini unafanya unachokifanya kabla ya kujua namna ya kukifanya hicho kitu. Na ukishajua cha kufanya, yale maswali yuko nayo mwanzoni yataongezeka, ila utakuwa unajua wapi uyaelekeze. Ukishajua kwamba mi ni mfanyabiashara wa viatu vya wanaume utakuwa na maswali mengi kwa sababu kuna design nyingi za viatu vya wanaume, kuna bei nyingi za viatu vya wanaume, kuna maswali mengi, lakini yote yameingia kwa undani kwenye eneo moja dogo, sio kwamba yamekuwa kwenye eneo kubwa ambalo haulijui. Na kwenye haya yote inabidi uzingatie sana kwamba unatakiwa ujipe nafasi ya kujitathmini, ujipe nafasi ya kujifunza, ujipe nafasi ya kupata mwongozo kwa waliokutangulia. Inabidi huwe na mentality ya kukua, na ndio maana muda wote tunakuambia piga hatua moja kwenda mbele kila siku. Ina maana anza kwa udogo wako, na kila siku huwa unasogea taratibu, ukikikuza hicho ambacho umeanza nacho kwa udogo. Hata wewe kuna siku ulikuwa mdogo, sahizi ushakuwa mkubwa. Ndo hivyo hivyo biashara yako au kazi yako. Asante sana, ninatumaini umepata jambo la kujifunza, ninatumaini umepata namna ya kulijibu lile swali, na ninaamini pia kwamba sasa hivi unaweza ukajiuliza maswali mazuri zaidi. Unajua, ukiona unaangaika na jibu haulipati, inawezekana tatizo haliko kwenye jibu, tatizo linaweza likawa kwenye swali lako. Jiulize maswali sahihi kuanzia sasa hivi, na kama kuna kitu umeweza kujifunza, basi usiache kuwashirikisha wengine ambao wanaweza pia wakanufaika. Kama uja subscribe, tafadhali usiache kufanya hivyo, na kama una maswali pia tuandikie, tutaweza kukujibu, na usikose kurudi tena kujifunza zaidi na sisi. Mi naitwa Michael, coach wako wa mindset, maendeleo binafsi na maendeleo ya kitaaluma, professional development, na hii ni Lenzi. Asante na karibu mara nyingine.